Na mtuko majira ya saa kumi na mbili saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa moja majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na ni muda ambao tunaongana kwa ajili ya kusikiliza mitazamo mbalimbali ya wananchi, na moja kwa moja tusikize wananchi wana mitazamo gani. Wachambuzi wetu wapendwa, na wasalimu katika jina la Yesu, ndiyo mnachambua, tunasikia na mujue ya kwamba huyo Kagame kwa nasingizia anatuma majeshi zake kwenda kutafuta FDLR, hiyo yote ni bongo mtupu. Masilaha yao ni wachukue Kongo kisha makao yao sasa ikuwe ya ya Kongo, yaani wafyeke Wakongomani wote kisha ao njoo wabakie wenye nchi ya Kongo. Uyo masilaha yao. Ila ile bongo kukuwa wanadanganya se wanaenda tafuta FDLR ni bongo mtupu. Mujiangalilie wenyewe, hii kukamatakamata vavijana va, va mu quartier wote na wa, na wa miaka kumi na wa kumi na mbili na wa kuendelea ni kusema nini? Ni kusema mbegu ya kikongomani iishe. Sasa wandugu wapendwa Watu wasipokujishimama eko watu kusipo kujishimamia wenyewe wakongomani tunaisha. Mwangalilie mfano huko Bukavu, Goma, kila mahali pote walishashika watu, ni mateso, kufieka mimea zao, ajabu. Habari ya kushinda ugobie mbona Okay, kuna kitu nataka kuongea ama kusema, hii mchezo wa, wa Rwanda na Uganda inatakiwa tuwe macho, au viongozi wetu wawe macho sana. Hii mchezo ya kutafuta FDLR Kongo na kutafuta ADF naru huo mchezo ni wapaka na panya. Inatakiwa rais wetu naye awe makini na wote wanaoshirikiana na yeye. Shida yenye natukumba sana ni ile shida ya nini, ya M23, wamejaa kwa, kwa nini, kwa, kwa serikali, wajua wakati wanasema ati FDLR iko Kongo. Umeuliza swali nzuri sana eh, Saidi ameuliza swali nzuri sana tangu waanze kutafuta FDLR Kongo wameshika wangapi hiyo miaka yote wanasema wanatafuta FDLR wameshika wangapi Edif Nalu tangu waanze kuwatafuta wameshika wangapi kama sio wao Edif Nalu kama sio wao FDLR hiyo ni mchezo wa paka na panya. Serikali yetu inatakana iwe macho, waache kutupumbaza sasa. Wajua waswahili husema mahali ndovu anapigania nyasi huumia. Sasa unaona wale watu wanabebwa Bukavu, hata si familia ya Tshisekedi wala ya nanga wala ya Kagame wala ya nani, ni sisi nyasi, ni sisi nyasi tunatajwa hmm? Watusamehee sana watusamehee sana mi, nasema kila siku, niko nje ya Kongo lakini nateseka kuliko wenye wako Kongo maskini. Kwa hivyo, serikali yetu iwe macho, naichunguze sana hii mambo na waache kuwa na wasikiza ati fdlr fdlr, hakuna kitu kama hiyo. Watukome kabisa, watuache na amani yetu. Ni hayo ndugu yangu niliyokuwa nayo kwa sasa eh. Ndugu zangu wandugu wa penzi wandugu zangu wa kongomani wa sud Kivu, sie na watu wengine wa, wa est, probleme ya sisi watu wa sud kivu au watu wa est vraiment kufatana na hali ya igere sisi ndio tunajua Wanyarwanda Wanyarwanda wako na agenda kashe yenye population ya Kongo, peut-être ya est bamoja banajua bengine abajuve wakati kwa nafasi, wako naambia wa, wa, wa, wa, wa population kwamba wanakuja kudogomboa wewe, utakuwa kugomboa mwenye auku mwenye nchi sisi, sisi wenyeji wakongomani tuko sawa sawa, hatuna bejwe ya ugombozi wa nini tulkee, tuko na problem gani? Na wakati mu Rwanda, sisi hatuko wanyarwanda watakuwa kudogomboa kama vile wa nani, na tuko munini me problemu yapo ndala venir, wanyarwanda wanataka eh juu dirije wa wakongomani wapate presidansi hii yenye huyu mtoto wavo haikusifire na tuwe na balkanization, wao wadirije kote ya uest. Sisi watu wa est hatuna walidee. Nilifata Baraka One TV, walikuwa na, na, na jadiliana na bwana mmoja wiko uh, etazini, maanalizi yavo niliyasikia me probleme kuna mara vitu vimoja ninimsikia na vingine nikaona sio hivyo, sio mie. Hii probleme tunakamata saa vile black. Na watu wa west ndio ni wakongomani wanatusaidia, lakini ile eta major ya Felix Tshisekedi jakaoza Nisikitika sana kusikia bwana mmoja wa mzalendo anasema juu ya mwenga ka mwenga, wakati kama hiizibira waliwaomba vandugu yangu utufasilite eh, renfort hakuna mwenye alirepond. Unaweza kukuta igere iko sawa, ile teatre moya yenye vandugu vangu muelewe sana, muko vitu moya venye viko clair na kila general alisha kuwa na idee ndani ya pesa, na ili vita ya este inatuma walo wa jamaa wote wa genera upresque wote wako wa patro donc, awapende ile vita sii, hatuna lider, si watu wa andukuwapezi na lider wetu. Mtu mwenye anaweza sema kuwa ni lider ni uyo bwana ya kutumba

kamera tuwezi kumuvote hata akuje na ile talisman yake yaciapele ya, ya, ya, ya, ya nini ya madao yoyanataka bakongomani ba este awezi kumuvote. mm -hmm. Tulimuona sasa, on connaît l'arbre suite a ses fruits. Tulimuona majese yote alifanya mpaka leo, unaona mtu mm -hmm. mm -hmm. vile sa vile William ya kutumba tumutie president pale tumuchague atoke kwa askari wakati nchi ilikuwa tumuvote mutu waest anazomaliza vitu ya, ya, ya, ya, ya, ya Banyarwanda parce que ndio tunawajua, lakini watu wa west ambao wajua Banyarwanda na cha pili mwa America bon nasa Felix hakuelewa. Ni mtu mwenye ya kuishi na bazungu, Felix ya kuishi na bazungu, mtu mwenye ya kuishi na mweurope

faso yake ya kureagir ya, ya kuguverne, anakuwa vitu mingi sana mumaoro, vitu mingi sana mumapolepole nini? Apana. Oh, uh, yani ile kongu ile inastahili mutu mwenye aingi yake mkanisa, nasema hivi mwenye hana ideoloji sana ya Yesu, Yesu, Yesu kila saa no, paske ili nchi yetu iko konvate na dunia mzima donk naombe mwenye atakuwa kudirisha pale, yaani wewe kenge akisha desidi sefini piga bila vile, siku moyo tutayangia ma amerikani ao bako mwile systeme ya partage, yaani ya ile balkanization, bako ndani a 100%. Amerika hana probleme ata tukufe milioni hata makumi tano hana problem, ambato bakongo ba ba bali kufa. Yeye problem yake ni franga, kitu cha jua, bigisi bazungu wanaishi tuko nabo huko, mzungu utamwambia nini nini? Eh, yeye problem yake pesa, kama kumuingizishia pesa, hauko ndugu yake hauko rafiki hauko nini, kwa sababu efe bato bako na kufa Mkongo ba beri, ba ba ba ba oksidantu yote bana jua ni europeyene ni shujini inajua, lakini sisi hapa iko pale

mteremoya yenye lisema paleblelibegani nam. Huu ndo mwisho wa matangazo yetu kwa jioni hii ya leo. Mwingine tukutanane kwenye habari zetu za amka na Baraka One TV asubuhi, habari za moto. Uh, niseme tu chao chao kwa wakati mwingine.